Safari ya maombi ya mia moja na tano mimi uh -huh. Nimeanza maombi ya kufunga, nina wiki mbili na na siku kumi na nne, ndiyo maana niambia siku ya ishirini na sita e, imeshia ni kuioshaai. Nilichelewa kuanza, nitangulia mimi. Nimeanza siku ya kumi na nne, ndiyo naanza siku ya kwanza uh -huh lakini sio shida. Yesu anasema kulikuwa na watu wawili si watatu, mmoja alianza asubuhi, mwingine mchana na mwingine jioni eh? Alafu, walipokwenda walikuwa wameajiriwa, mmoja aliajiriwa asubuhi, mwingine si jioni. Walipokwenda kule kupokea mshahara walilipwa wote sawa. Alafu alianza asubuhi akakasirika sana. Eh. eh. Mimi katika maombi nimepokea hmm. maombi haya ya kuongozwa na Roho uh, Mtakatifu, uwepo ujazo na uongozi uh, uh, eh. eh. uh, mm -hmm. wa Roho Mtakatifu. Ndio mimi haya nilipokea katika siku ile, baada ya kesha nilikutana mkubwa, nimekubia na kuna uh, vitu ambavyo nilikuwa nakwambia, kumbe unataka, kwa sababu nilikuwa natamani sana kubatizwa na Roho Mtakatifu eh. Alafu okay, akae ndani yangu aniongozi. uh -huh. uh -huh. na nilikuwa na namwambiaji ahakikishe ndani yangu uh -huh. ananiondolea uh -huh. kila kinachofanya narudi nyuma, yaani kila kinachofanya sisongi mbele, kwa sababu Roho Mtakatifu sijawahi ku- kuongozwa na Roho Mtakatifu au sijai kumwona kwenye maisha yangu ya wokovu kukutana naye, lakini hiyo -huh. siku ya Ijumaa nilivotamka vile nilivyoomba, kweli Mungu alinihudumia na nikamwambia, kuna vitu nilimwambia viondoe, alafu kuanzia sasa nibatize. Mm -hmm. na kweli alivonibatiza mimi sotena Salome wa kipindi kile tuiokutana hata amen. Kwa nini nasema hivyo? E hivo, kwa sababu nilimwambia hivi audoe ninagoa malalamiko mimi, kullamika kulalamika. Yani, kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu, yani, hata hapo, apo kaniongeeme salaga, ungekosea moja mbili tatu, nika sababu unanionea, kanionee, ningetoka pale, ningekutii kwa sababu ungesema lanikemapembeli, ningesema kanionea lakini siku ile no, no. Sasa kwenye ubatizo wa, wa Roho Mtakatifu nilimwambia hivi: Roho Mtakatifu, leo nataka tumalizana, nataka wanaosemaga kiumbe ki, kipi? Mimi wana ndio nataka. Kwa nini nasema hivi? Mwanzo naweza kuwa nasea ilikuwa natengelea uokovu wa labda wadadaako pale nema au wa baba, kwa sababu baba kasema

Yani ulisikiaje hiyo mpaka nakupa, nakwambia sasa hivi fanya hivi. Yani ulisikia katika kuomba eh? Yani na Roho Mtakatifu ndio alikuwa ananiambia kwamba wewe ni chombo changu. Nataka ukae sehemu, ndio maana nasema hivi yani, sasa hivi yani, uje na neno, uje na maneno kwa sababu wewe. Hallelujah. Kwa hiyo hata nili kwa sababu nilimwambia hivi, hakikisha unafunga milango yote, nilipete sega, nilipete kiwango, <coughs> kwa sababu nimeteseka nimetembea kwenye hicho kiwango muda mrefu. Kwa hiyo akasema hivi, leo ni uongozi na kubatizwa kwa Roho, nikasema yes, leo ni siku yangu. Kwa hiyo nikasema nilipo, leo nilipopata ile nafasi sikuchelewa, nikamaanisha. Kwa hiyo ndo mara s namshukuru Mungu Salome <coughs> <coughs> kila